Kwa kushirikiana na Benki ya Dunia imeanza kutekeleza mradi mkubwa wa kuboresha makazi kupitia programu ya urasimishaji wa makazi inayofanywa kwa majaribio. Mratibu wa mradi wa kuboresha makazi wa mkoa wa Mbeya, Enoki Kiando, amesema utekelezaji wa mradi huu utakuwa wa miezi sita ambao unakwenda na utoaji wa hati miliki za viwanja kwa gharama nafuu na kuondoa ujenzi holela wa makazi katika mji wa Mbalizi. Hosea Cheo ana ripoti zaidi tekelezwa kwa majaribio kwa mikoa mitatu hapa nchini, mikoa ya Tabora, Morogoro na Mbeya. Mkoani Mbeya unatekelezwa katika mji mdogo wa Mbalizi ambao makazi yake yamejengwa holela. Faida ya ya programu hii ya urasimishaji ya, ya, ya, ya ya kwanza ni kuwa na uhakika wa miliki. Sasa wananchi hawa watatambuliwa kama wananchi wengine waliokaa kwenye maeneo yaliyopangwa, mengine wote watakuwa na, na haki sawa, lakini vile vile tunaenda kuwa na mpango ambao sasa utagaidi uta, uta, uta, uta utakuwa unatoa mwongozo wa uendelezaji katika haya maeneo, lakini vile vile wananchi kupitia huu mpango, wananchi wanaenda kushiriki kamilifu sasa katika kujenga chuma nchi yao, kwamba sasa wanaweza kulipa kodi kama sasa hivi tunavyosisitizwa kwamba Swala la mapato sasa hivi wananchi hawa na na wenyewe wataanza kulipa kodi ya pango, tofauti na zamani ambapo huku serikali ilikuwa haipati hata sentano kadiri kadiri ya kodi ya pango. Mkuu wa wilaya ya Mbeya William Paul Ntinika ndiye aliyezindua mradi huu ambao umeanza na elimu kwa wananchi kuzunguka mji wa Mbalizi. Sasa, ardhi sasa hivi ina thamani na ndio maana mradi huu wa urasimishaji unaletwa katika eneo la Mbalizi. Tujua kwamba huu mpango mji utakuwa mpango mji gani kama hatutaweza kubomoa nyumba za watu. Nilikuwa nafikiri kwamba ungetoweka vizuri. Na nyumba na nyumba itakapo, sehemu ambazo tutatakiwa itatulazimisha tubomoe nyumba ni maeneo, mfano maeneo ya huduma, maeneo ya barabara, tunahitaji maeneo ya masoko. Kama, kama wananchi watasema kwamba tunahitaji eneo letu la soko liko hapa, basi tutabomoa Baadhi ya wananchi wa vitongoji na mitaa ya mji wa Mbalizi wanasema huenda mradi huu ukawa suluhisho katika uchumi wao baada ya kupatiwa hati miliki za viwanja vyao. Mpango mimi nimeupokea kwa furaha sana. Kwa nini? Kwanza wametangulia kutuelimisha, tumeisha elewa maana yake ni nini na kwa maisha tunaishi sasa, kwa mfano ukiangalia hata hizi nyumba hizi, unapokuwa unapokuwa na mgonjwa kule nyuma kumleta maeneo haya apande gari. Mtu anapokuwa na hati yake ya miliki atakuwa na uhakika na eneo lake, lakini pia na nafuu yake ya namna ya kumilikisha, ni fedha ni kidogo kuliko ambavyo watu walikuwa na fedha kutoka hapa Mbeya. mimi nosiacha watibisi